Uzito na maslahi kwa taifa, kwani kwa mara ya kwanza NIDA imetoa maelekezo mapya, hasa kuhusu wageni wanaoishi kihalali hapa nchini e, lazima wawe na vitambulisho vya taifa kulingana na hadhi zao. Hii ni hatua inayogusa usalama, lakini pia utambuzi, ajira na hata huduma mbalimbali mbali hapa nchini. Na lakini, nini maana ya wageni wanaoishi kihalali wanatambuliwaje? na ni kwa nini pamoja na vibali vya uhamiaji bado watahitajika kuwa na kitambulisho cha NIDA. Hapa studio tunaye meneja wa usajili na utambuzi NIDA, ndugu Yohana handeshi kutufungulia pazia la maelezo yote muhimu. Kama utakuwa una maswali unaweza ukaelekeza kupitia nambari yetu ya simu ya 0621 107107, lakini pia kupitia chaneli yetu ya YouTube ya UFM Radio TZ uh, Yohana karibu sana asante sana. habari ya NIDA. NIDA tuko salama, tunaendelea kutoa huduma kwa wananchi. Ndio yeah. mm, maanake imezoeleka kusikika NIDA, NIDA. Mm. mamlaka yetu ya vitambulisho vya taifa e, yani hicho kifupi ni hivyo kwa... eh, maana unasikia, mimi nataka kitambulisho cha NIDA jamani mm. yeah, <laughs> ndio mamlaka ya vitambulisho vya taifa mm. mm. Eh. Hapo umetafsiri kutoka katika ile e, kabisa. mm. kwa... Kwa... Kwa... Ime... ikapatikana NIDA kuweka lugha rahisi mm. ya kumwezesha mtu kujua tuliye naye ni nani. Ndio. Ni Yohana Handeshi meneja usajili na utambuzi, anatoka mamlaka ya vitambulisho vya taifa, lakini ukisema yeah. hivyo wengine utawa ninaitwa Yohana Handeshi, ile H haipo, kile ni Handeshi. Unaona e, e, sa na, sasa, e. sasa na kwenye matamshi. Naye ndio msajili mwenyewe. Ukienda hapo ndio kwa tayari na mtambuzi. Vitambulisho vingi watu wana malalamiko vina makosa sana kwenye majina yao mm. Utaratibu unakuwa namna gani mtu anapo, anapokuwa amefanyiwa makosa ya namna hii kwenye jina lake kiasi yes, kwamba anakuwa hatambuliki na mamlaka nyingine? Asante, uh, yes, uh, sasa inategemeana Uh, unajua Watanzania tuyo wengi mm. Unaweza ukakuta jina lako unaitwa Joseph mfano si ndiyo? Mm. Ulienda ukaandikisha kadi ya mpiga kura ukaandikisha Josefu ya Kiswahili, ina hiyo mwisho, imeandikwa kwa Kiswahili, sawa? E, mwisho. E, mm -hmm. Ulipokuja NIDA ukaandikisha Josefu ya P H. Mm. Kwa sababu na nyaraka nyingine ambayo Joseph yako ni ya p sa mm. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo inajitokeza hapo, wakati tunawasajili wananchi wanakuwa wanakosa na wao ule uthabiti au consistency ya zile nyaraka ambazo zinawatambulisha Mm -hmm. Lakini mbona umekwenda moja kwa moja kwa wananchi? Yeah, wakati mwingine, wakati mwingine hata yule an anaosajili anaweza kwa pande zote mbili, mtangazaji ka... uh, lakini eneo kubwa, makosa mengi ni ya waombaji, na changamoto kubwa ipo kwenye nyaraka kwenu mamlaka inawezekana hamna makosa Ma, yote? Makosa yale technical za uchapishaji yatakuepo mm. Yatakuwepo, unawezaka umekosea spelling na vitu kama hivyo lakini mm. Changamoto kubwa unayoiona ya majina ambayo hata juzi tulikuwa hapa kwenye kipindi kwenu cha kibali maalum, sio makosa ya mamlaka mm -hmm. Makosa ya wananchi na, na endapo jina limekosewa namna hiyo ndio. Huyu mwananchi ambaye tayari mkusha pata kitambulisho chake kutoka mamlaka yetu ya vitambulisho vya Taifa mm -hmm. anaporejeshwa kwenu, jamani, mmekosea, kiasi kwamba mamlaka nyingine zinaona mimi sie, mnarekebisha mna, kwa gharama, kuna gharama, eh, kuna gharama, gharama anatakiwa kulipia, analipia kama ashachukua kitambulisho kutoka ofisini kwetu na ameshaanza kukitumia atalipia gharama, lakini anapoenda ofisini kwetu kuchukua kitambulisho akabainiki na makosa hapo hapo anarejesha tunakirudisha kwenye utaratibu wa kuzalisha upya. Sawa. Basi sawa. Tulikuwa hapo tulikuwa tumeanza hapo kidogo mm. Kutokana na, yes, na matamshi ambayo na mm. sisi pia tumeyatoa kwamba mm. ni Yohana Yes. na sio waodomaana yes, tumeuliza swali hilo kwa kwa sasa. Ki, sasa hapo hapo ni niseme, kwa mfano, we ni afisa usajili, nimekuja nikajitambulisha kama hivi Yohana andesh mm -hmm. Lakini we ukasikia, umeisikia pale mwanzo, umeona, kwa hiyo mm -hmm. Tayari kunaweza ukawa na turudi kwenye turudi kwenye mada yetu ambayo ni mada ya msingi kulikweli Deo, kwanza kabisa NIDA inapotaja wageni wanaoishi kihalali mm. ni wageni wa aina gani, wenye vibali vya aina gani? Ah, asante. Mgeni yoyote ambaye anaishi nchini kihalali lazima kwanza apite kwenye taratibu za kiuhamiaji, kwa maana ya kwamba atasajiliwa pale, atapewa uh, hati ya ukazi. Kama anafanya kazi atapewa vibali vya kufanya kazi nchini ambavyo mara nyingi vinakuwa na time frame. Kwamba labda ni kibali cha mwaka mmoja au ni kibali cha miaka miwili kutegemeana na shughuli mahususi ambayo amekuja kuifanya. mm -hmm. Kwa hiyo akishakuwa ametambuliwa kule kwamba ni mgeni halali, sisi NIDA tunakuwa na nafasi ya kuweza ku, kumsajili na hatimaye kumpatia kitambulisho cha taifa chenye hadhi ya mgeni mkazi. mm -hmm. Yes. mm -hmm kile kinachotoka kinakuwa kinachotolewa na uhamiaji kinakuwa hakitoshi kwa mpaka kuja sasa kuamua kuja hatoi uhami, kitambulisho cha taifa uh. Lakini uh, wanapewa uh, nyaraka uh, ya kuonyesha kibali cha ukazi, kibali cha ukazi, Yes. Eh? yes, ambacho ndo kinamwonyesha yule kwamba huyu ni mgeni na yuko hapa kihalali. Sasa, labda, labda ndugu mtangazaji tuweke vizuri hapo, ndio sasa yani tunajaribu kutaka kuona Ku, nini kimewasukuma, mm -hmm, uh, yeah, ku, ku, kuona kwamba na hawa wageni wanaoishi kihalali nao wanapaswa kuwa na kitambulisho cha NIDA. Kwanza turudi kwenye msingi wa kisheria ndio, yeah. NIDA kisheria ina jukumu la kusajili watu wanaoishi ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sheria ya sasa wenye umri wa kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea na usajili wa mgeni mkazi, e, ndugu mtangazaji haujaanza leo. Ndio, kama hilo tangazo ndio limeenda viral sasa hivi. E, ni kwamba tuna promote tu usajili wa mgeni mkazi na kuendeleza ile uelewa kwa wananchi kwamba NIDA haitoi kitambulisho kwa Watanzania peke yao, lakini tangu NIDA ilivyoanza usajili mm, wa watu mwaka 2012 imesajili makundi yote matatu ambayo nitataja hapa, imesajili raia wa Tanzania mm mgeni mkazi lakini imesajili wakimbizi wenye umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea, lakini wala ambao tayari wamekidhi vigezo. Kwa hiyo tangu tulivyoanza usajili makundi yote hayo matatu yamekuwa yakisajiliwa. Kwa hiyo sio jukumu jipya kwa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. NIDA ni jukumu ambalo tumekuwa tukulifanya, tunaendelea kulifanya na litaendelea kufanywa kwa sababu jukumu la NIDA ni kusajili kutambua watu wote wanaoishi ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mbili ni kutoa vitambulisho vya taifa, na la tatu ni kusimamia daftari la taifa la watu na kusimamia ushirikishanaji wa taarifa. Turudi kutaka kufahamu kwamba ni utaratibu gani hao wageni wanatakiwa kuufuata ili kuweza kupata hivyo vitambulisho vinavyotolewa na NIDA kuanzia mwanzo mpaka mchakato wote. Utaratibu ambao unafuatwa utofautiani sana na utaratibu ambao anafuata raia wa Tanzania. E, tofauti yake ipo kwamba huyu mgeni mkazi anatakiwa kulipia na gharama analipia kiasi gani, inategemeana na yeye kibali chake kina daraja lipi, kwa sababu wana madaraja tofauti tofauti. Kuna daraja A, daraja B, daraja C, daraja daraja A, ni kama wale wamekuja kufanya uwekezaji mm -hmm. He, wana shughuli zao, wamefungua viwanda, wamefungua makampuni, wanafanya biashara nchini kwetu, hao wanakuwa wako klasi A. Kwa hiyo kiwango chao wanachotakiwa kulipia ni dola mia moja. Yes. Yes. Lakini kuna wale missionaries wanafunzi eh, au wanatakiwa kulipia dola 20. Kwa hiyo unalipia kiasi gani nategemeana na daraja ulilopo. Ulilopo. Na kingine anachokifanya sasa huyu mgeni mkazi atajaza uh, tu fomu ya maombi ambapo kwa mgeni mkazi fomu tunayotumia tunaita fomu namba 2A e, tuna fomu namba moja A ambayo anajaza raia wa Tanzania na tuna fomu namba A ambayo ni mahususi kwa wageni wa kazi, kwa sasa hivi inatumiwa pia na wakimbizi uhum. Kwa hiyo akishakamilisha kujaza ile fomu yake ataipitisha uh, kwa ajili ya kuthibitisha makazi kwa maana ya kuweza kutambua au kuthibitisha mahali anapoishi ofisi za serikali za mtaa, na baada ya hapo atafika kwenye ofisi zetu kwa ajili ya taratibu nyingine za uchukuaji wa picha pamoja na alama za kibayolojia na baada ya hapo atapewa namba na hatimaye kitambulisho chake cha Taifa. Sasa katika fomu yake ile ya maombi ndio ataambatisha sasa zile nyaraka za msingi zinazomfanya yeye awe ni mgeni mkazi halali anayeishi nchini kwetu. mm -hmm. Kama nilivyozitaja, anaweza anaweza kuwa ni mgeni mkazi ambaye ni mtegemezi na ita dependent, wanapewa dependent pass kwa atambatisha hiyo. Kwa mfano mwanaume ni mwekezaji ana mke wake mm, ambaye ameambatana naye hapa nchini kwetu, kwa maana amekuja na familia yake yes, kwa maana sasa wale familia wengine wanakuwa wanapewa dependent pass na idara ya uhamiaji. Kwa hiyo atambatisha huyo na yule ambaye ni mwekezaji mwenyewe ambaye watu wengine wamefuata kwake, hii atakuwa na hiyo pamiti yake sasa ambayo labda ina kipindi cha mwaka mmoja au miaka miwili kulingana na uh, vigezo vinavyotumiwa na idara ya uhamiaji katika utoaji wa hivyo vibali hmm. Mchakato ni mzuri, lakini pia unanipa una, una, una, maswali kidogo hmm. ambayo sidhani kama unaweza kawa, ni mtu sahihi uh, lakini Neema, naogopa na kwamba hmm. hii pia inaweza kwa kiasi ikavunja ika moyo wale wawekezaji kwamba hmm wanatakiwa walipe sasa kibali cha, cha, cha, cha kazi. Kuna dola mia ya kulipa kwa ajili ya kupata kitambulisho mm. wakati kwa kuna namna sasa inaonekana kama na msururu wa, wa, wa, wa, wa malipo, lakini hilo tuliache. Sasa, vitambulisho mnavyowapa wageni vinafanana na viraia wa Tanzania au vina aina maalum? Hapana, havifanani, havifanani ndugu. Tofauti yao tofauti iko wapi? Kwa, kwa saizi ya kitambulisho vyote vinafanana, ndio. Yes. Lakini uh, vinatofautiana rangi. Yale maandishi yanayotaja legal resident kambkini kitambulisho kwa ajili ya legal resident inakuwa mm, na rangi tofauti kidogo na nataka nitakuonyesha, labda cha cha kwako, pale palipoandika raia wa Tanzania au citizen kitakuwa na rangi ya kijani. Hapa hiyo like, e, e, uh, itakuwa na rangi ya kijani, si sawa? Ya kwangu mimi ni rangi ya blue, rangi ya blue yes, rangi ya blue, rangi ya blue. Sasa ukija kwenye legal resident rangi yake ni ya kijani. Legal resident yes, rangi yake ni ya kijani. Kwa unaweza ukaangalia hizi specimen ambazo ziko hapa, na, na, na, na kwa pale chini sasa. Huku chini kuna sehemu tunataja nationality kwamba wewe ni legal resident na msingi wako au unatokea nchi gani. Kwa hiyo kama ni British itasema British, kama mm -hmm. ni Somalia itasema Somalia, kama ni Ethiopian, itasema mm -hmm. Ethiopian, kama ni Brazilian itasema Brazilian. Kwa hiyo huo ndo tofauti uliopo. mm -hmm. kwa hiyo labda nitumie tu pia nafasi hii kusema, kumekuwa na maneno wakati mwingine au taarifa ambazo zimekuwa zikitufikia kwamba kuna wageni wanamiliki vitambulisho Mm -hmm. hilo limekuwepo, tumekuwa tukipokea na tumeendelea kwa tukifanya ufuatiliaji, lakini unakuja unabaini kwamba huyu ni anamiliki kweli kitambulisho cha Taifa, lakini chenye hadhi yake, mm -hmm. kwa hiyo chenye hadhi hadhi yake ya mgeni mm -hmm. kazi sio kama raia wa Tanzania mm -hmm. kwa hiyo wa Tanzania wajue kwamba tuna hivyo vitambulisho kwa sasa vya aina tatu ambavyo vinatoka mm -hmm. raia wa Tanzania ndio hicho blue baada mm -hmm. na kinakutajia kabisa wewe ni citizen kuna mgeni mkazi ndio hiyo kina green na kinasoma huku nationality yake kwamba ametokea taifa gani, lakini kingine ndio hicho cha mkimbizi ambapo kinataja straight kwamba huyu refugee na kina rangi nyekundu. mm -hmm. Tukisalia hapo hapo katika hizi aina za vitambulisho, ndio tofauti za kiusalama ndio na taarifa zinazojumuishwa kwenye kitambulisho hiki mm. eh, kwa mgeni ni zipi? Ah, taarifa za kiusalama, usalama, usalama wa kitambulisho au usalama wa tofauti. Un, unajua hata pesa kuna un, ina namna ina alama za kiusalama kwamba unaweza ukajua kwamba hii ni halali, hiki sio halali. Hizo hizo properties zinafanana yani zinafanana fanana mm -hmm. Ja, kwa sababu mwisho wa siku hizo za kiusalama ni kwa ajili ya ulinzi wa hicho kitambulisho, kwa hiyo hazitofautishi ulinzi wa kiusalama kitambulisho cha raia, mgeni mkazi wala mkimbizi mm -hmm. Zile properties kwa maana ya kuweza kubaini kwamba hiki ni cha Mtanzania ni halali cha ligo ni cha nani mm -hmm. Zote zinafanana zina mm -hmm. Hem, turudi nyuma pale kidogo kwenye vigezo ndio. Huyu mgeni ambaye anapaswa kuwa na vigezo gani ili astahili kupata kitambulisho cha Taifa kama uraia kuna baadhi ya nchi mmeamua kwamba msitoe hii hadhi ya ukazi ambayo umeizungumza, lakini pia aina ya kibali alichokuwa nacho na muda wa kuishi nchini. Mtu labda amepewa kibali cha kuishi miezi sita, mm. Uh, huyu ana, ana, ana vigezo vya kupata hiki kitambulisho mm, cha NIDA. Asante uh, kimsingi hamna raia yeyote mgeni mkazi ambaye ni halali ambaye haruhusi kupata kitambulisho. Kwa hiyo hata kama ana miezi mitatu tu kapewa. Hapo awali ilikuwa ni mtu ambaye anaweza kukaa miaka miezi sita na kuendelea. Ndio. Lakini kumbuka hivi karibuni ki kitambulisho cha taifa imekuwa ni kila kitu, hata kama unakaa siku moja mm, hata kama unakaa siku mbili, hata kama unakaa mwezi miezi miwili. Kwa hiyo sasa hivi kinachoangaliwa ni ile validity ya Uh, kibali chako kama kibali chako kinaonyesha validity bado ipo, hata kama ni moja, uka, zangu, ya mwezi mmoja, yes, unaweza, kwa maana ya muda mm. wake validity, kwamba bado wewe unaweza ukaendelea kuishi nchini kihalali utapewa kitambulisho ndani ya hicho kipindi. Hicho kipindi kikiisha maanake ile validity yako inakuwa imeisha na hiyo namba ya kitambulisho utaweza kuitumia tena. Kwa sababu umejibu hilo swali Yohana, kuna msikilizaji anatuuliza swali mm, tunatoka tuna nje kidogo lakini wacho, wacho ulisikie ili uone namna ya kulijibu yeah. Anasema je, kuna sababu gani mamlaka yetu ya vitambulisho vya taifa mm. kuweka ukomo wa muda akiweka expired kwenye kitambulisho cha taifa cha mzawa. Asante, la, ni nimfahamishe tu uh, Uh, ni msikilizaji uh, expired ukomo wa matumizi ya kitambulisho cha taifa ushaondolewa. Ushaondolewa wale wenye vitambulisho ambavyo tayari vilikuwa na hiyo yani, waendelee kuvitumia hata kama inaonyesha kwamba kimeshafikia muda wa ukomo, lakini mm. ni kitambulisho ni halali, anaweza akaendelea kukutumia kwa yule ambaye anatamani, anawiwa anaona hataki kuona ule ukomo kitambulisho kwenye kitambulisho chake, basi aweza kufika kwenye ofisi zetu za NIDA, tutambadilisha, atapata kitambulisho kipya ambacho hakionyeshi ukomo wa matumizi na atalipia gharama ya shilingi elfu ishirini sawa. Huyu ni msikilizaji wetu Jovin Josephat anapatikana hapa hapa Dar es Salaam. Hmm. Anasema yuko chuo cha takwimu hapa Dar es Salaam, yeye ndo aliuliza hilo swali la ukomo, okay, wa muda okay. E, swali lingine ni kwa msikilizaji ana, anataka kujua swala la wageni wakazi. Je, ni ana, yani anataka kujua kwamba huyu ana uhalali wa kuamua kutaka hicho kitambulisho au kutokutaka, kwa maana anaweza yeye kuamua kwamba nina uhitaji wa kukipata au hana sababu, ni lazima au ni hiari, kwa maana ya hiari ya mtu kutaka kukipata hicho kitambulisho. Nilikuwa najaribu kuweka sawasawa yandipaiba kwenye sheria sasa hivi mm, hailazimishi mtu kwa kwa kuwa na kitambulisho kwa huyu mgeni, kwa wote namna, sehemu yote sheria kwa sasa mm. kwenye mabadiliko yanayokuja, tunaona kuna umuhimu wa kufanya hicho kitu, lakini kwa sasa hailazimishi, sio lakini... kwa mwenyeji kwa maana ya, mka, ya, ya, ya, ya, ya mzawa wote na yule mgeni, lakini kwa sasa hivi sasa kuna huduma ambazo huwezi kuzipata kama una kitambulisho kwa hiyo huduma tu inakulazimisha. Na kwa mgeni mkazi, maana yake mm. atakuja nchini hatoweza kufanya chochote kama na kitambulisho cha Taifa. Anakuja kwa ajili ya kufanya shughuli za biashara, kwa ajili ya ajira, kwenye taratibu za ajira, anapita kwenye ofisi za serikali ambazo wanahitaji wanahitaji kitambulisho cha Taifa, namba ya NIDA. Kwa hiyo ule uhitaji kuna pushing factor kulingana na huduma ambayo yanaiomba kupitia kwenye taasisi mbalimbali nchini kwetu, analazimika kuwa na kitambulisho cha taifa, vinginevyo malengo yake ya kuja nchini kwetu hatoweza kuya, mm, kuyakamilisha. Lakini ni makusudio yetu pia mbeleni kuweka kabisa kifungu cha sheria ambacho kinamlazimisha mtu yote kulingana na vigezo vilivyopo atakapokuwa yuko nchini kwetu, kwakisha anapata kitambulisho cha taifa. Sawa, tumalizie na jambo hili. Kulikuwa na maneno sana kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, mm, wakati tume fulani iliyoundwa e, kufanya uchunguzi wa wageni wanaofanya biashara pengine kihalali au kiharamu, hmm. eneo la soko la kimataifa Kariakoo, hmm. na ikaelezwa kwamba wako wageni hapa wanafanya biashara na mpaka wana vitambulisho vya taifa. Hebu hmm. e, kidogo weka vizuri hapo kwa mtu anayetusikiliza, ili ili jambo likae sawa sawa. Nadhani nirudi kwenye konsepti ile kwa sababu unaweza ukakuta anasemekana na kitambulisho cha taifa, ni kweli ni kitambulisho cha taifa lakini, mm. ni cha mgeni mkazi. Kwa hiyo sasa, kama tungeweza kupata ule udhibitisho kwamba huyu ana kitambulisho cha taifa na kweli kinamtambulisha kama raia, hapo ndo tungeweza kusema. Lakini kimsingi mwananchi anatakiwa kufahamu kwamba tuna aina tatu za vitambulisho, kwa hiyo hata akiona mkimbiza ana kitambulisho cha taifa, kwa sababu ukiviangalia, nadhani imekuonyesha yeah, mtangazaji tofauti tofauti yake sio kubwa sana kama huna ile understanding, si ndio? Tofauti kubwa ipo tu kwenye rangi na labda hadi mtu akupatia kitamsho chake uweze kukiangalia kwa ukaribu, ndio unaweza ukagundua kumbe hapa kimeandikwa huyu ni refugee, huyu hapa kimeandika ni legal resident, na huyo kweli anatokea Somalia ni mkimbizi huyo, anatokea British huyo anatokea Brazil ni legal resident. Mpaka uwe nacho karibu, lakini kwa mtu kukuonyesha hivyo utajua kwamba ni ni kitambulisho cha raia lakini kimsingi, anaweza kaa ni mkimbizi na anaweza kaa ni legal resident ambaye amekipata kitambulisho hicho kwa kupitia zile taratibu za kawaida ambazo nimeweza kuzibainisha hapo awali. Yohana, tunakushukuru umejibu vema maswali ya kwetu na ya wasikilizaji pia. Sawa, una jambo la muhimu pengine kupeleka ujumbe kwa Watanzania wanaokusikiliza? kimsingi kwenye eneo hilo hilo la kujua kwamba hiki ni kitambulisho cha raia, cha mkimbizi au cha mgeni mkazi, ni endelee tu kutoa elimu kwa wasikilizaji na umma wa Tanzania wote kwa ujumla kwamba NIDA jukumu lake ni kusajili, kutambua mm. kutoa vitambulisho vya taifa, lakini kusimamia rejista ya watu na ushirikishanaji wa taarifa. Kwa hiyo wasihamaki wakiona mkimbizi ana kitambulisho cha taifa naweza kawa amekipata kwa utaratibu ambao ni halali kabisa na yuko mm -hmm. kwenye database ya idara ya wakimbizi. Kwa hiyo sio kosa kwa huyo mtu kumiliki kitambulisho, wala hakuna tatizo lolote kwa upande wa NIDA au serikali kumpatia huyo mtu kitambulisho, kwa sababu anastahili kumiliki kitambulisho kabla kabla kabla uja, mm -hmm. ujauliza Muhammad, mm -hmm. kuna message za watu wengi na naomba hili pengine uliweke vizuri Saan. Yohana kwa sababu mm -hmm. ndio meneja wa usajili na utambuzi mm -hmm. Ma, wengi kwenye ujumbe nilikuwa napitia hapa, wanajaribu kusema kwa kulalamika kwamba vitambulisho vinafutika mm, na kamu, vitambulisho, kwa, e, kwa maana ya kufutika kule kutamfanya mtu taarifa zake zisionekane sawa sawasawa, mm, alafu anaporudi kwenu mm, atatakiwa kulipa gharama ili aweze kupata kitambulisho kingine. Mnasemaje kwenye hili, mm? Asante mtangazaji, kwanza nakubali hiyo changamoto ipo, nadhani ishaelezwa Uh, kwamba kuna baadhi ambavyo vimepata hiyo dhama ya kufutika uh, na tushatoa maelekezo, na hapa ntatoa tena utaratibu. Kimsingi, mwananchi yoyote anapobaini baini kitambulisho chake kinafutika anatakiwa mm. uh, kukirudisha kwenye ofisi yoyote ya NIDA iliyopo karibu yake, kitapokelewa na tutafanya utaratibu wa kumzalishia upya, hatolipia gharama yoyote mm -hmm. ili serikali ishalitangaza Imesisitiza mara kadhaa, hata hapa juzi nimezungumza, haulipii gharama yoyote. Sasa kama kuna mwananchi ambaye hafiki kwenye ofisi zetu na anakutana na watu mtaani mm, kuna watu kati ambao na wao wanaangalia wana nani Mm. Ukitaka bwana wewe, sema tu labda kimepotea. Wanadanganywa wananchi huko mtaani, kwa sababu akisema kimepotea, sasa anakuja kwetu na loss report, tunampatia kitambulisho kipya kwa utaratibu wa mtu aliyepoteza kitambulisho. Lakini kimefutika nje, ofisini kwetu tutakiona kweli hiki kimefutika na unastahili kupata kipya, na hakuna gharama yoyote ambayo utatakiwa kulipia. Nakushukuru sana. Asante Yohana, asante kwa kuja UFM, tunajua unahitajika kwa wenzetu pia kule, kwenye kipindi cha Morning Trumpet UTV mm. wasikilizaji wa, wa, wa, wa, naweza kuendelea kufuatilia huko ukijibu maswali. Asante kwa kuja na, na asante kwa kutoa maelezo mazuri. Tukutakie majukumu mema na asubuhi njema. Nashukuru sana na niwatakia kazi njema pia. Asante.